Rais wa DRC Felix Tshisekedi amekuwa miongoni mwa viongozi wengine wa bara la Afrika ambao wametuma salamu za pole huko Vatican kufuatia kifo cha Papa Francis, akimtaja kama mtumishi wa Mungu aliyeelekeza maisha yake kwa utu, ubinadamu, amani, upendo na haki. Alipozuru DRC, Papa Francis alikutana na Rais Felix Tshisekedi na kumwahidi kuendelea kuombea amani ya nchi hiyo. Kutoka Kinshasa, mwanahabari wetu Fredi Tendilongi ripoti ifuatayo. Papa Francis ndiye papa wa kwanza kusherehekea misa katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kwa mjibu wa ibada ya Zaire. Viongozi wengi kama vile waziri mkuu Judith Suminwa, msemaji wa serikali Patrick Muyaya tayari kutoa pole kuhusu kifo chake. Ziara mwisho tuliyopata kutoka kwa papa ili kutuletea ujumbe wa huruma na upatanisho, na ambaye hata alitamani kutembelea mashariki mwa nchi, ilikuwa ujumbe kweli kuna kumbukumbu za kutaka kuishi tukio hilo. Tarehe mbili hadi tarehe tano Juni mwaka elfu mbili ishirini na mbili kiongozi huyu wa kanisa Katoliki duniani alifanya ziara hapa Kinshasa. Baadhi ya raia bado wana kumbukumbu kumbu ya ziara hiyo. Alituombea na akaomba amani ibakie na sisi. Papa Francois alikwambia nchi yetu Kongo inastahili kuheshimiwa, na akaambia watu wote ambayo wanatia mikono mchafu katika Kongo waweze kuitoa. Siku alikuja hapa nilimuona kwa macho, nikafurahi sana, lakini leo Mungu anamuita kwake, iko huzuni sana. Katika barua yake ya kutoa pole za rambirambi kwa Wakristo wa Katoliki DRC, Askofu wa Kinshasa Fridole Ambongo aliomba kwa mapadri wote wanaosimamia parokia mbalimbali kupiga kengele makanisani kila inapofika saa sita kamili za mchana. Fredite Nzilonge, Kinshasa, RFI Kiswahili.